Mamia ya jamaa, ndugu na marafiki wa msomi mtajika katika sekta ya elimu na mafunzo humu nchini marehemu Mwalimu Juma Mohammed Mwachihi walihudhuria mazishi yake hivi leo nyumbani kwake Mavueni kiungani mwa mji wa Kilifi. Kabla ya kifo chake marehemu Mwachihi alikuwa msajili mkuu katika idara ya usimamizi, fedha na mipango katika chuo kikuu cha Pwani aliko staafu mwaka elfu mbili kumi na saba. Hii ndio ilikuwa sifa yake. Na mengi kama ninavyosema hatuwezi kuyazungumza. Nilifanya kazi na yeye mwanzo Pwani University, uh, mimi nilikuwa tulikuwa tulianza sote kama assistant registrars. Bwana Mwachihi alikuwa mwalimu wangu Shimolatewa Secondary School na si kusema nilikuwa ni mimi peke yangu katika hafla hii ya mazishi yake. Tuko watu wengi sana ambao tulipitia mikononi mwa Bwana Mwachihi. Ni mtu mzuri sana in terms of education, was a great educationist. Shanzu Teachers College, could not be sent to Teachers College if he was not the principal. Kenyatta High School Mwatate haingekuwa shule inajulikana kama si Mr Mwachihi. Malindi High School haingekuwa vile kama hata the other time alikuwa hapo Kilifi Township. Elimu ya finance planning na administration hakuna ambaye ana, anaweza kum, kumvua hata kiatu chake. Waombolezaji miongoni mwao, wahandisi, wahadhiri na wanasiasa walizungumzia mchango wake mkubwa katika sekta ya elimu tokea miaka ya sabini hadi kifo chake ambapo alifunza na pia kuwa mwalimu mkuu katika shule mbalimbali za upili pwani na bara chini ya tume ya ajira ya walimu kabla ya kuwa mwenyekiti wa baraza kuu la mitihani la Kenya. Huyu bwana Mwachihi namjua kwa sababu alinifunza kwa form 2. Kabla hajenda university alitufunza katika shule aitwa St. Charles Luanga Secondary School, mimi na mkubwa wake seneta ambaye yuko hapa, kitwa mwenye aji Faki na Shekhe Ismaili kwa kadhi. Kwa hivyo alitufunza na mimi pia nilisoma pamoja na mkewe Mishi ile kwa mwaka 1971 72, lakini alitufunza history yeye, alikuwa mzuri sana na akitupenda, maana kwa shule ya Kikristo. Huyu nimekujuana naye toka 1975 wakati yuko Shimo la Tewa, nikaenda pale kusoma 1975, 76. na katika mchango wake wa elimu ulikuwa ni mkubwa sana, maana baada ya hapo alitoka kwenda Kilifi Township akawa headmaster, kaenda Malindi High School ka principal, Kenyatta High School akachief principal, Shanzu Teachers College mpaka mmalizia kwa registrar wa Pwani University, na hakutufanya kama ni mwanafunzi, alitufanya ni ndugu na rafiki. Aliweza kuweka msingi wa elimu katika familia yetu, na kwa hilo tumekuja kumzika na kumwombea Mungu amweke mahali pema peponi. Baada ya kufuzu kwa shahada za juu huko Makerere Uganda, Uingereza na Marekani, aliwahi kuwa mwalimu mkuu wa vyuo vya mafunzo ya elimu vya Shanzu na Kisii. Baada ya shimulatewa alienda Kisi, Kisi TTC akatoka Kisi TTC akaja Shanzu akatoka Shanzu akawa chief secretary wa Kenya National Examinations. Hata kuna grupu nyingine hapo wakiangalia certificate zao za form 4 watazikuta zimesainiwa na mwenda zake. Atakumbukwa kwa kukokoteza maadili katika sekta ya elimu huku viongozi wengi wa sasa katika sekta mbalimbali humu nchini wakipitia mikononi mwake. Kwa kusema kweli ni mzee aliyekuwa ametupatia sisi wanafunzi kwa ujumla nidhamu, na nidhamu ndio tunaojua ya kwamba bila nidhamu mafanikio yako huwa ni duni sana. Kupitia yeye na vile alivyotusimamisha sisi kinidhamu, basi ndio tumekuja mpaka tumekuwa na tuna nafasi zetu. Kuna kijana jana aliposikia mwalimu Mwachihi amefariki, alituma ujumbe akasema, Mwenyezi Mungu airehemu roho yake, malipema peponi. Huyu mwalimu Mwachihi alinipiga kofi moja tu akabadilisha maisha yangu. Hii ndio safari ya mwisho ya mwenda zake mwalimu Juma Mwachihi, ambaye mchango wake ni mkubwa sana katika sekta ya elimu na amali zake kwa sasa ndio zinamsemea, hata kwa wale ambao amewatangulia. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, ladha ya Pwani.